sana mdau wa Bongo Class. Somo letu la leo litahusu sababu zinazopelekea ujauzito kutoka. Ni jambo lenye maumivu makubwa kwa mwanamke yoyote anayetarajia mtoto. Lakini ni muhimu kuelewa sababu zake ili kuepuka hatari na kujilinda kiafya. Kuna mambo mengi yanayoweza kuchangia ujauzito kutoka, baadhi yakiwa ya kimwili, mengine ya kiafya na mengine kutokana na mitindo ya maisha. Muhutasari wa somo letu. Katika somo hili tutaeleza kwa undani maana ya ujauzito kutoka, aina za kutoka kwa mimba, sababu kuu zinazosababisha hali hiyo, njia za kujikinga na nini cha kufanya baada ya tukio hilo. Utangulizi wa somo letu. Ujauzito kutoka au miscarriage ni hali ambapo mimba inakatika kabla ya mtoto hajakomaa tumboni. Mara nyingi kabla ya ya wiki ya ishirini ya ujauzito. Wataalamu wa afya wanasema kuwa mimba nyingi zinazotoka mapema hutokana na kasoro za kimaumbile katika yai lililorutubishwa, lakini pia kuna mambo ya mazingira na kiafya yanayoweza kuharakisha hali hiyo. Ni muhimu kufahamu mapema dalili na visababishi vyake ili kupata msaada wa haraka. Sasa tuingie kwenye somo letu. Moja. Kasoro za kimaumbile kwenye yai lililorutubishwa. Hii ndio sababu kuu ya mimba nyingi kutoka mapema. Wakati mwingine yai na mbegu vinapoungana vinaweza kupata kasoro katika vinasaba chromosomes. Kasoro hizi hufanya mtoto asikue kwa kawaida na mwili huamua kusitisha ujauzito. Mwanamke hawezi kuzuia hali hii, kwani mara nyingi hutokea bila makosa yake. Mbili. Maambukizi infections maambukizi kama vile malaria, syphilis, toxoplasmosis, rubella, chlamydia na HIV yanaweza kuathiri ukuaji wa mtoto tumboni. Wakati mwingine, bakteria au virusi huingia kwenye mfuko wa mimba na kusababisha kuharibika kwa mimba. Hivyo, ni muhimu mama mjamzito kupimwa mara kwa mara na kupata matibabu sahihi mapema. 3. Shinikizo kubwa la damu au kisukari magonjwa haya ya muda mrefu huathiri mtiririko wa damu kwenda kwa mtoto. Iwapo hayatahudumiwa vizuri, yanaweza kusababisha mimba kutoka au mtoto kufa tumboni. Wajawazito wenye matatizo haya wanashauriwa kuwa chini ya uangalizi wa karibu wa daktari kila wiki. Nne, Matumizi ya dawa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya dawa zina kemikali kali ambazo zinaweza kuharibu kondo la nyuma au kusababisha kasoro kwa mtoto, mfano ni dawa za maumivu makali, dawa za fungus, au baadhi ya dawa za usingizi. Ni muhimu kutumia dawa tu zilizoidhinishwa na daktari kwa wajawazito. Tano, ajali na msukosuko mkubwa kwa mwili. Ajali za magari, kuanguka vibaya au kupigwa tumboni zinaweza kuleta mshtuko mkubwa kwenye mfuko wa uzazi. Hali kama hizi zinaweza kusababisha kondo la nyuma kujitenga mapema na kusababisha ujauzito kutoka. Sita, msongo wa mawazo na huzuni kubwa. Ingawa hauonekani kama sababu ya moja kwa moja, msongo wa mawazo huathiri mfumo wa homoni mwilini. Hali hii inapokuwa kubwa, inaweza kuathiri utulivu wa mimba. Mama mjamzito anashauriwa kupata amani ya akili, mapumziko na kuepuka huzuni kali. Saba, matatizo ya homoni Baadhi ya wanawake wana upungufu wa homoni ya progesterone ambayo inahitajika kuimarisha kuta za mfuko wa uzazi. Iwapo homoni hii haitoshi, mfuko hauwezi kushikilia mimba vizuri, na hivyo ujauzito unaweza kutoka mapema. Nane, sigara, pombe na dawa za kulevya. Kemikali zilizomo kwenye pombe, sigara au dawa za kulevya huathiri sana ukuaji wa mtoto. Zinaweza kusababisha kifo cha mtoto tumboni au kutoka kwa mimba mapema. Wajawazito wanashauriwa kuacha kabisa matumizi ya vitu hivi mara tu wanapojua wana ujauzito. Tisa. umri wa mama. Wanawake walio na umri chini ya miaka 18 au kuzidi miaka 35 wako katika hatari kubwa zaidi ya mimba kutoka. Hii ni kwa sababu mfumo wa homoni na uzazi unaweza kuwa dhaifu au umeshachoka kufanya kazi kwa ufanisi Kumi, magonjwa ya mfumo wa kinga autoimmune diseases. Baadhi ya magonjwa kama lupus au thyroid disorders hupelekea mwili kumshambulia mtoto tumboni kana kwamba ni kitu kigeni. Hii husababisha mimba kutoka mapema au hata kukosa kushika mimba kabisa. Je, wajua takriban mimba moja kati ya mbili hutoka katika wiki kumi na mbili za mwanzo wa ujauzito? Wengi wanawake hupata mimba salama baada ya kupata tiba na ushauri sahihi. Dalili za hatari kama maumivu makali ya tumbo, damu nyingi au kizunguzungu ni ishara ya kutafuta msaada wa haraka hospitalini. Hitimisho letu la somo. Ujauzito kutoka ni tukio lenye maumivu ya kimwili na kihisia, lakini sio mwisho wa matumaini. Kujua sababu zinazoweza kuchangia ni hatua ya kwanza ya kujikinga na kujiandaa kwa ujauzito salama ujao. Kwa hiyo, mama mjamzito anapaswa kupata uchunguzi wa mara kwa mara, kula vizuri, kupumzika na kujiepusha na msongo wa mawazo au dawa zisizo salama.